Yes, mimi ni Amri Mwingwa na hapa nipo uh, Mwanakwerekwe katika flyover iliyopo hapa daraja uh, katika eneo hili la Mwanakwerekwe, tunataka kujua wananchi waliopo katika eneo hili wananufaikaje na daraja hili ndani ya Zanzibar. Mr. Mr. Lee. Mr. Lee. Ha? Okay. Zanzibar uh, mradi huu unatarajia kukamilika lini? Hapa hapa daraja finish baada ya siku. Siku ngapi? 3.

Amna alibaba. Alibaba. <tie> <tie> <tie> Kwanza twashukuru kwa sababu jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokea huyo aliyopo, angalau akabuni kwamba hapa wananchi wanapata shida hapa. Palikuwa pana msongamano mkubwa wa magari kutoka huko na huko, kutoka huko na huko, lakini baada ya kujenga livi bwana likamalizika salama usalimini, watakuwa pana nafuu ya asilimia mia kwamba hapana msongamano muhimu tu ambayo sisi wananchi ni matunzaji eh, kwa sababu sisi tuweza tukajengewa, lakini matunzaji hatuna. Yule akija hapa bomoa, yule afanya hivi, yule afanya hivi, na maana hakidumu kile kitu tunachokihitaji. Kwamba mheshimiwa aendelee tena mengine zaidi ya haya hapa hapa, kwanza tumshukuru kwa mheshimiwa rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa sababu kabla ilikuwa round about duara ile kwa hiyo junction ni gari za kutokea airport kwenda Amani, kutokea mjini kwenda Mwanakwerekwe, kutokea mjini pia kwenda Kisauni. Junction kubwa ilikuwa ni hii hey. Kwa hiyo kuna muda kulikuwa kuna foleni ambayo ni kubwa, ambazo hazina msingi, lakini uwepo wa hii flyover kidogo itakuwa ina afadhali, kwa sababu wa kutoka airport wanatoka moja kwa moja, wanapita juu, wa kutoka amani wanatoka moja kwa moja watapita juu. Pia ni fahari pia kwa mji wetu wa Zanzibar, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa havipo. Watu we walizoea kuviona sehemu za wenzetu, walizoea kuviona Dar es Salaam, lakini sasa hivi vipo Unguja, Mwanakwerekwe. kitu wako kwa serikali, kwa maana kwa rais Mwinyi na serikali yake, ameshapishwa sasa hivi ndio rais wetu. kuna una nini la kumwambia na serikali yake? Ah, cha kwanza mheshimiwa rais waendelee kutengeneza miundombinu pia, wawaangalie wafanyabiashara wenye hali za chini sawa, kwa sababu masoko yamejengwa, masoko yamejengwa ni mengi makubwa, lakini kuna wale wafanyabiashara ambao hawana uwezo kumudu kwayo, wa kumudu kuingia sokoni, sawa. Kwa hiyo mheshimiwa rais ameomba aliangalia hilo pia, wazidi kututengenezea Zanzibar iwe ni kitofu cha utalii kama ilivyo sasa hivi na hapo nyuma ili watu wazidi kuingia na kupapenda vizuri z Je, yeah, ulikuwa yeah, na adha kiasi gani kabla ya ujenzi wa hii daraja la flyover na endapo itakamilika itakuwa imepunguza adha kiasi gani? Itakuwa imepunguza adha ya, ya foleni okay. Msongamano wa magari kidogo utakuwa umepungua. Kabla kulikuwaje hapa? Yeah. Hapo mwanzo walikuwa hapa na msongomano wa magari, kwa sababu ndio kwa gari za huko zinaweza zinazokwenda amani zinazokwenda daraja bovu na kwenda mjini, kwa hiyo zinakutana na, na, na msongomano. Lakini baada kuja kwa daraja letu, alhamdulillah sasa, okay. tunashukuru kwamba hakuna foleni, msongomano wa magari umeondoka. Sasa hivi naona baada ya kuweka hivyo ujenzi umesaidia sana kuondoa foleni, hasa sasa hivi kwa chini tu hawajamaliza. Kwa mashimo gari zetu zinaumia sana Wito wangu kwa rais Mwinyi na serikali yake, waja watumalizie chap, ili tufanye kazi kwa salama salama. Ahmed Ramadan, usalamakamajina okay. Wewe ni nani hapa kwenye u mradi mradi? Hapa niko kitengo kimoja, anaita safety. Okay, kwa ajili ya usalama wa wafanyakazi. Sawa sawa, na kwa wewe unavyoona, hu unatarajia kumalizika lini? Maana maannakujuui kama kumeisha hu uh, mradi kwa hapa umeisha mm ila tu wanamalizia, kuna vitengo mm -hmm. kidogo dogo huko nyuma mm. haina muda unaisha, upande wa chini kule barabara maungio nanena, yani, hotu, isha, isha. Okay. Asa, na nena vitu kama hivyo yani hivyo wote vimeshaisha. Okay, sasa kwa muda wote kwenye mwezi wa pili watakuwa naondoka, pengine mwezi wa pili watakuwa wanaondoka kuelekea Amani. Ah, kuelekea Amani. Daraja ah, lile lingine pale, Daraja lingine la Amani, ambapo kampuni inajenga pale ni hii. Ni. Nikiripoti kutoka hapa daraja la Mwanakwerekwe. Mwanakwerekwe flyover. Tujui itaitwa jina gani. Lakini nipo kileleni juu kabisa ya daraja ebana, ni raha iliyoje kuona kabisa maendeleo yanakuja zanzibari Hapa tulipo upande huu ni ule upande wa Bububu kuelekea Nungwi, ambapo gari za uwanja wa ndege kutokea Bububu zinapita zitakuwa zinapitia juu, ambapo chini sasa zitapita gari za kutokea mjini. Ebana, nikiripoti kutoka hapa Mwanakwerekwe. Mimi ni Amri Mwingwa wa Mwingwa TV ebana, usisahu kusbsib na kutufollow kwenye mitandao ya kijamii pale TikTok kwa jina la Amri Mwingwa, youtube pamoja na Instagram. Kwa YouTube utatupata kwa jina la Mwingwa TV. Bwana nyuma kamera yupo RBH, hakikisha una mforo pale mjini TikTok wa RB, lakini anapatikana pia Facebook pamoja na, eh, na Cha